Class saa hii ni time ya sapa and this is an emergency now. Hii ni emergency na lazima tuikomeshe before watu waanze kufanya wrong decisions. Haya, kitu ya kwanza andika hapo bila, andika hapo bila kulia bila kushtuka bila kukopea mwenzako bila kupanguza mapua bila kushikashika huyo mwingine hapo kando yako hmm. Kwa sababu tumebakisha siku 12 tu December na amekwambia hatakupeleka kwenu Kuintroduciwa kwa mother in law si kupendwa. Unaweza introduciwa hata kwa sugar mammy. Sawa sawa, huku nadhani ni mother in law, so wacha hiyo upuzi yani upendo. Namba 2, wacha kumsukuma aende kukuintroduce kwa mother in law. Namba 3, hiyo fia unataka kutoa, ndio ulipe fia yako na yake, uende ukaintroduciwe. Hiyo sio upendo. Kula hiyo fia na uende kwenu Kakamega. Namba wacha kumsukuma wewe ukamintroduce kwenu kama hajawahi kuambia anataka kwenda kwenu, hii December ya 2025 ipite kwa uzuri. Namba 3. In-laws unataka kuletewa hii December: mother in law, sister in laws, mtapigana kwa hiyo nyumba kama Vietnam. Kila mtu akae kwake. Keep distance. Nunulia watu shopping wakae kwao, ukae kwenu, ama mkule in some few hours na kila mtu aondoke akienda zake.